Sio vinginevyo. Nakwenda hoja ya pili. Hoja ya pili zaidi imejikita katika kifungu cha 248 cha sheria ya mienendo ya makosa ya jinai ambacho kifungu hichi kinahusu namna ya usimamiaji wa mashauri ambayo yanasubiri komito au mienendo ya, ma, ya mashauri ambayo mshtakiwa anapaswa kusomewa maelezo ya kosa linalomhusu kabla shauri alijaenda mahakama kuu. Kwa hiyo kifungu hichi cha 248, kwa urahisi wa rejea nina nukuu kwanza kinasema where for any reasonable cause to be recorded in the proceedings the court considers it necessary or advisable to adjourn the proceedings it may from time to time by warrant remand the accused person for a reasonable time not exceeding 15 days at any one time to a prison or any other place of security. Mahakama inasema, sheria inasema kwa sababu yoyote ile ya msingi ambayo itawekwa au itaandikwa kwenye mwenendo na mahakama inaona inafaa, inaweza kwa kuahirisha shauri hili. Ma bunge lilivyotunga hili kifungu lilitambua kabisa kwamba mahakama ya hakimu mkazi au mahakama ya wilaya inapofanya inquiry haina mamlaka juu ya juu ya shauri au ya shtaka ambalo ameshtakiwa nalo mshtakiwa. kwa ndio maana haikusema katika kifungu hichi nini kifanyike pale ambapo kutakuwa hakuna sababu ya msingi iliyotolewa na upande wa mashtaka. Upande wa utetezi wamekuja na hoja, wameiletea mahakama hoja kwamba wanaomba mahakama, kwa kuwa sababu iliyotolewa sio ya msingi, naomba mahakama imfutie mshtakiwa mashtaka anaimwachilie huru kwa kusiti kesi ya kwa kusiti, au kwa kuleta nukuu katika kesi iliyoamliwa mwaka 1980 ya Diman Crispin and others, Jamhuri dhidi ya Diman Crispin and others. Baada ya mawasilisho ya pande zote mbili, mahakama pia imefanya rejeo ya shauri ya kesi hiyo ni sahihi kabisa. Katika shauri hilo, Mahakama Kuu ili ilitupilia mbali rufaa ya Jamhuri ambayo ilikuwa imepeleka rufaa hiyo kupinga maamuzi ya mahakama ya hakimu mkazi ambayo ilifuta shauri la mauaji kwa sababu upelelezi ulikuwa hujakamilika na ilitumia kifungu cha 201 uh, cha sheria ya mienendo ya makosa ya jinai yani Criminal Procedure Act. Sheria hii au kesi uh, uh, hiyo ni relevant katika shauri hili kwa sababu pia shauri hili ni PI lakini mahakama inapofanya rejea katika kesi inafanya pia rejea na sheria husika. Mahakama imerejea kifungu hicho cha mia mbili na moja cha sheria ya mwenendo ya makosa ya jinai na kuona kwamba katika sheria hii ya mwaka elfu mbili ishirini na mbili kifungu hicho hakipo au hakisemi hivyo, hivyo basi kufanya kuapply au kutumia kesi hiyo katika mazingira ya shauri hili si sahihi, kwani kifungu hicho it is none existent by now, yani hakipo, bali kifungu kilichopo kwa sasa ni kifungu cha 248 kifungu kidogo cha kwanza ambacho chenyewe hakisemi iwapo Jamhuri imeshindwa kukamilisha upelelezi kwa wakati, mahakama inaweza kufuta shauri. Sasa iwapo kifungu hicho kilifanyiwa marekebisho au kiliondolewa, mawakili hawajaiwasilishia mahakama kuwaeleza nini hasa, kwa nini kifungu hicho hakipo au hakiwiani na kifungu cha sasa Kifungu cha 131 kapito A kifungu kidogo, kifungu cha kwanza cha sheria hiyo ya mienendo ya makosa ya jinai kinawataka au kinaitaka jamhuri kukamilisha upelelezi kabla mshtakiwa wa kufikishwa mahakamani, lakini imeweka angalizo kifungu kidogo cha kwanza kinasema au kinaondoa serious offences kinasema notwithstanding the provisions of this act and any other written law for the time being in force relating to the filing of charges in court except for serious offences and offences triable by high court no charge shall be filed in court before the investigation is completed That is to say au inamaanisha kwamba kwenye serious offences au offences zinazokuwa tried by high court Jamhuri wanaweza kupeleka shauri lao mahakamani hata upelelezi ukiwa bado haujakamilika. Na kifungu cha nne, kifungu kidogo cha nne cha kifungu hicho cha mia thelathini na moja capital a kinaeleza nini maana ya serious offence. Wakili wa Jamhuri ameeleza mahakama kwamba amecomply au ametii amri ya tare, pita, mba, uh, mahakama hii ya tarehe iliyopita, kwamba wameifahamisha mahakama kwamba wapo kwenye hatua so za mwisho za upelelezi. Ni wazi kabisa kwa sheria hii na zile ambazo zimekuwa cited na pande zote mbili bado mahakama hii haiwezi kufuta shauri kwa sababu upelelezi haujakamilika. Mahakama inaendelea kutoa amri kwa jamhuri kuendelea kutoa taarifa au status ya hatua za upelelezi katika shauri hili, kwani ni wazi na ni ukweli usiopingika kwamba upelezi unapochukua muda mrefu, haki ya mshtakiwa pia, the justice delayed is justice denied. Na hasa ukichukulia kwamba mshtakiwa yupo mahabusu shauri uh, kosa lake alina dhamana. Hivyo basi shauri hili litaahirishwa mpaka tarehe ijayo, na jamhuri wanapaswa kutoa taarifa iwapo wanaeleza leo hii mahakama kwamba upelelezi huko hatua za mwisho, tarehe ijayo waifahamishe mahakama tena hatua ambayo itakuwa imefikiwa. Kama leo imefikiwa hatua ya mwisho, ni wazi kabisa kwamba tarehe ijayo wataifahamisha zaidi mahakama upelelezi huo umefikia hatua gani, ili shauri likamilike kama wanania au hawana nia. Ni jukumu lao la kukamilisha upelelezi wao mapema iwezekanavyo. Mahakama inatoa rai na amri kwa pande zote mbili kuendelea kutii na kuhakikisha kwamba proceedings au mwenendo wa shauri hili unafanyika shilia, kwa mujibu wa sheria na sio kwa mihemko wa upande wowote ule. inaamriwa hivi. Yes, mm hm, tarehe tarehe 16, angalieni hapo kwenye daire zenu.

Mpoki? Jamhuri? yes. Kumi na saba, is it okay for both of you? Kumi hmm? na sita. Jamhuri? Sheria inasema isizidi siku kumi na tano Naona kumi na saba kwa kwa sababu kifungu kile cha mia mbili ishirini na tano kinasema isizidi siku kumi na tano Mpoki?